Wanasema habari dokta, nilikuwa na uhitaji wa dawa ya fungus. Nikamuuliza huko mkoa gani? Akaniambia nipo kibu, Kibaha Pwani Disinyara. Nasema nipo Kibaha Pwani Disinyara, okay. Nikawa nimempa maelekezo kwamba nina wakala ambaye yuko Dar es Salaam, e, maeneo ya Gongo la Mboto. Nikamwambia e, naweza nikamuunganisha naye once anapokuwa yuko tayari, okay. Uh, tatizo la fungus. Fangasi imekuwa ni shida kubwa sana yaani, naweza kusema ni habari ya mjini kwa sasa hivi, kila mwanamke. Baadhi ya mwanaume mmoja pia akanipigia kwa sehemu fulani, ambaye naye pia aliweza kupata hii shida, alikuwa anapata miwasho katika korodani, yaani katika pumbu zake zile mbili, anapata miwasho sana mara baada ya kumaliza siku mbili kutoka ameshiriki tendo la ndoa na mwanamke fulani hivi. kwa hiyo fangasi inapokuwa imekaa kwa muda mrefu pasipokutibia, ama mwanamke ambaye anayekaa na UTI kwa muda mrefu pasipokutibiwa, mwanamke anayekaa na PID kwa muda mrefu pasipo kutibiwa, ni rahisi sana kuweza kupata fungus ama miwasho ukeni. Lakini pia kuna miwasho ambayo huwa inatokea kama, inaweza ikatokea labda siku mbili mfululizo alafu baadaye ikapotea, lakini ni miwasho ambayo inatoka ukeni kwa hiyo mwanamke anaweza akaona hiyo miwasho na akachukulia poa ama akaipuuzia kwa kuona kwamba hiyo miwasho ni kitu cha kawaida, pasipo kujua kwamba mwisho wa siku inaweza ikamletea madhara. Of course inaweza ikawa ni una fangasi, lakini fangasi ambayo fang, fang, tunaziita dormant, yani zile fangasi ambazo zinatulia, alafu kwa muda fulani ndio ambapo zinaweza zikariati. So mwanamke unapoona tu mabadiliko fulani katika mwili wako, ni vema ukatafuta ushauri wa kitaalamu. Lakini moja ya matibabu sahihi ambayo nimekuwa nikishauri ni matibabu ya asili. Tuna matibabu ya asili ambayo muhusika anaweza akanawa, lakini pia muhusika anaweza akapata dawa ya kunywa kwa ajili ya kuweza kuondoa hii changamoto, sababu fangasi pia muda mwingine ni ishu ambayo inaingia katika damu, lakini pia ni ishu ambayo pia inakuwa pia katika mazingira ya nje. Kwa hiyo ukipata dawa ya asili ambayo ni ya kunywa na dawa ya asili ambayo ni ya kusafisha eneo husika au kunawia eneo husika itakusaidia kwa kiwango kikubwa kuweza kutibu tatizo na kuondoa tatizo moja kwa moja. Lakini pia dawa hii ninashauri watumie wanandoa wote wawili. Asitumie mwanamke peke yake. Maana yake watumie mke na mume. Kwa mwanaume naye pia kama na shida ya kuwasha, na yeye inabidi liweze kumpa dawa ile ambayo atanawa katika korodani zake ama katika pumbu zake pamoja na dawa ya kunywa. Tunaweza tukawasiliana, chukua na namba yangu katika profaili kwa maelekezo zaidi.